naitwa Michael Steven Mosha na maarufu aaa, Waziri Pasoka. Mnamo kwa Jumatatu nilikuwa nimeshafika mida ya saa saba usiku. Gari mingi foleni ilikuwa mingi sana. Kwa nini naweza ku overtake kuanzia shule Kiboroloni mpaka kufika hapa apa. Basi tukakuta adiwe ya mzee mmoja Malisa hapo maji yalipita kwa nyuma so, maji yalipita walikuacha daraja nani huyo, mfumo wa kushusha maji yalitapakaa, yakashuka kwenye nyumba za watu huku. Alivyokuwa nashuka yakavunja ukuta wa huyo mzee Malisa, basi rangi zikawa zinatoka ndani na sementi na matenki, abatika kuokoa rangi na matenki na nini, tukaweka nani pale Baadaye tulipokuwa tumeweka matenki lami baada na rangi baadhi na driver maskani wakabeba wakafanya ndio kuwa wamepaki magari pa ukajeuza kaondoka nayo. Sipendelea kuokoa. Kwa hiyo tukaja kutangulia hapo na watu na mama mmoja na watoto wake wawili. Kwa hiyo wale watu mama wawili na mtoto mmoja kwa tuka sahaje tukashuka tuka huko. Tukashuka huko chini ndio tukasikia kelele, kelele. Kelele faya akaja na kamba akafunga pale ikashushwa. Kaja kuokoa watu kwenye nyumba hapa, ndio kwa kama sio noma jinsi ilikuwa imefika hapo. Nusu ya nyumba. Basi kwa kwa kwa watoto ambao walikuwa wanarusha kwenye ukuta hapo kwenye geti hapo. Sasa hapo kwa kwa wote wanne na mama zao watatu.